K ka, ka ambayo ningependa kuambia mashabiki, watumiaji, wasambazaji, wanamziki kwa pamoja, managers wote. So safari ya umbali mrefu inaanza na hatua moja. Boomplay kufika hapa tulipo, Boomplay tungependa kuwashukuru na kukubali mchango wa kila mmoja, hasa watumiaji wa Boomplay music na content providers. Content providers wakiwa wasanii wa meneja wa wasanii wa wa wasambazaji wa mziki na kadhalika, ambao wamekuwa na mchango mkubwa kwenye hii safari yetu. Asante sana kwa kila mmoja kwa mchango wake kuifikisha Boomplay kwenye kwenye installs milioni kumi kwenye Google Play Store. African music. Kwa hiyo kwa wazungu wanasema pan African music app. Tuna, tuna ofisi Kenya Ghana, Nigeria, Tanzania, na tunaendelea ku expand sehemu tofauti tofauti within Africa, na hii ni kwa sababu tunataka, tumekuja hapa ku support vipaji ku support um, music as a whole, especially muziki wa Kiafrika because kama mnapojua, unashika mna kasi sana, na sasa hivi digital lifestyle ndio habari ya mjini kama watu wanavyosema. So, kusema hilo kwanza nitaka ni clarify kwa nini kuna tofauti. Najua kuwa kuna 10 million ambayo 10 million inamaanisha kuwa watu walioenda Google Play Store wakaidownload ile app, na wanatumia ile app. Na ukiangalia ni kuwa jumla globo nzima tuna watumiaji milioni 29. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa milioni 29 ni wale watu ambao wana hii app kwenye simu zao. Hii ina include hawa wa Google Play Store na wengine ambao wamepata simu ambazo ziko preloaded. Kwa mfano, ukienda kwenye simu kama za Tecno, kwa wale watumiaji wa Tecno, utaona kuwa hii app tayari iko pre preloaded kwenye ile kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kuactivate na kuitumia hiyo app, na wewe unakuwa mjanja zaidi. Kwa hiyo, kwa hiyo nilikuwa nataka tunitofautishe between i29 million na i10 million. Hiyo sasa hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha fursa. Tunavyoona kwa mfano milioni kumi ama 29 million ni watu wengi sana ambao wanamuziki wetu sisi, ambayo mimi kazi yangu hasa hasa hapa Tanzania ni kwa kwa push na kuwasaidia wasanii, na nyinyi wananchi pia, ambao wanapenda muziki wapate muziki kirahisi zaidi, na wanamuziki wapate kipato zaidi kwa kutumia hii fursa. Kwa hiyo tukiwa tunaangalia tuki sasa hivi ni kuwa wanamuziki wanatumia hii fursa kwa kuhu kwa kuenda kuwa na mikataba na sisi na pia kusambaza kazi zao kwenye hii platform ili watu waweze wakanunua wakaweza wakapata kwa urahisi zaidi kitu. Um, kingine ni kuwa tulishinda tuli tuzo mwaka jana, um, Cape Town ambayo ilikuwa inaitwa Africa Awards Novemba 2017 hii ilikuwa ni very competitive. Tulikuwa tunachuana na watu kama kara South Africa, aobiakingana trucola Africa na Facebook, South Africa. Ukiangalia katika hawa watu wote ni very competitive, lakini tukaibuka kuwa washindi wa the best african app. Kwa hiyo mnaona kabisa kuwa kazi yetu inayofanyika Sindo. Na tunaendelea kutuana ili tuzidi kukua zaidi na tuzidi ku get opportunities zaidi, kwa wasanii na also, nikisema wasanii haimaanishi tu wasanii wakubwa, tunawakaribisha pia underground wasanii ambao ni wadogo wadogo, underground, hawajui jinsi watoke vipi, hawajui waende wapi ili wapate kazi zao ziweze zikasambazwa. Karibuni wasanii wadogo wadogo, sisi tuko very open that mkija na kazi zenu, tutawasaidia tutawasupport jinsi ya kuzisambaza hizi kazi. Pamoja na hiyo ningependa kuwa kusema kuwa kuna wasanii ambao wengi wanapatikana kwenye hii, obviously. Kuna wasanii kama Davido, Tiwa Savage, lakini pia kuna wasanii kama Vanessa Mdee, Jux, Kinako, tuna Joe Makini, tuna One Incredible tuna... na tuna kadhalika wengi tu wengi wengi wengi ambao wasanii ambao tunafanya nao kazi ambao pia baadaye kusambaza pia mziki na tuna tuna support kwenye activities tofauti ili tuendelee kwa support kutengeneza kipato, inasaidia wao kutangaza kazi zao, ikiwa ni wimbo kwa maana ya audio au video. Kwa hivyo, msanii ataweza kuwafikia watu wengi zaidi kupitia app ya Boomplay na sio tu Tanzania. Msanii anaweza pia kutangaza kazi yake kwa watumiaji wa app waliopo South Africa, waliopo Nigeria, waliopo Ughana, waliopo Kenya. Kwa hivyo, ataweza kuonekana, si lazima yeye asafiri kwenda hapa mpaka labda katika hizo nchi ambazo tumezitaja ambapo app inawafikia, kwa sababu app hii inawafikia watu ulimwengu kote. Lakini kingine ki ni kukuza um, utamaduni wetu, kwa sababu tunaamini kwamba kupitia muziki ni sehemu ya kwenda kutangaza utamaduni wetu, kama lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina, ina, ina, ina, watu wanaitumia sana kuizungumza na kupitia muziki wasanii wanatumia sana na Kiswahili kinapendwa. Kwa hivyo Kiswahili kinafika sehemu mbali zaidi kupitia watumiaji hao milioni kumi au na zaidi kupitia hiyo app ya Boomplay. Lakini tunaelewa wasanii walikuwa wanategemea wali kufanya shows, matamasha, ili waweze kupata pesa. Sasa ukianza kuangalia haraka haraka takwimu zinazoonyesha watumiaji milioni kumi, kwa sababu pia wasanii kuna kitu kinaitwa kutengeneza kipato kupitia hizo kazi zao, kwa hiyo ni fursa nyingine kubwa kwa wasanii kutengeneza kipato kupitia hapa app ya Boomplay, tofauti na wao kutegemea shows, matamasha na vitu vya namna hiyo. Kwa hivyo msanii kuweka kazi yake hapo kama ni audio au ni video itaweza kumuingizia kipato, kuweza kurudisha gharama au kumbadilisha hata maisha. Lakini wasanii sasa hivi wamekuwa na ari ya kuweza kutengeneza albums. Tumeona wasanii mbalimbali wanatengeneza albums zao, mfano bora ni album ya Vanessa Mdee ya Money Mondays ambayo kwa mara ya kwanza ilikuwa inapatikana kwenye application hii hapa ya Boomplay, na hii hapa album unaweza ukaipakua kwa shilingi elfu moja mia tano tu. Kwa hiyo gharama elfu moja mia tano inakuwezesha kupata nyimbo zaidi ya kumi na ikiwa ni album exclusive ambayo unaipata kwenye Boomplay, ambapo hiyo album ukiipakua kwenye Boomplay maana yake unakuwa nayo kwenye simu yako, lakini pia unaweza ukai download kwa unasikiliza wewe mwenyewe vilevile. Kwa hivyo app hii inaweza ikafanya mambo mengi zaidi kwa msanii, tofauti tu na kwamba ataweza kutangaza mziki wake lakini pia anatengeneza pesa kwa sababu kama kuna watumiaji milioni kumi pata picha watumiaji uh, tuseme milioni tatu milioni nne mpaka milioni tano wakatoa 1500 kununua album ya huyo msanii, kwa hiyo tutakuwa pia tumechangia pato la msanii, pato la taifa, na kukuza sanaa yetu na kuwapa nguvu wasanii huu. Uh, ndio muonekano wa application yenyewe pale ukishai download kupitia Play Store au kama tayari unayo kwenye simu na pia huu mwonekano pia ni kwamba nimeshajisajili kwenye application yenyewe. Unaweza ukajisajili kutumia namba yako ya simu ambayo ni rahisi zaidi, au pia unaweza ukatumia account zako za social media kama Facebook, Twitter na Google. um, kwa hiyo hii hapa ni tayari nimeshajisajili hapa nimeshajisajili, ni profile ni yangu. Unaweza ukaweka picha yako, unaweza ukachati na watu wengine pia. Uh, ukienda kwenye swala la muziki, hii hapa ndio page ya muziki uh, ambayo ndio audio zote ziko hapa za wasanii, na hii page hapa ndio tunakuweka nyimbo mpya ambazo zinatoka kwa hiyo kama ni nyimbo mpya hapa ya Mega Flavor hapa, tayari tumeshaiweka tayari kwa kwenye application. Kwa hiyo inakuwa rahisi kama mtumiaji kwamba naweza tu nikaja hapa nika click pia. Um, tunakuwa tunaweka playlist kila siku, playlist ya nyimbo yenye miondoko tofauti ambayo huya, pia tunapush kwa watumiaji wetu wote kwenye application waweze kujua oh, playlist ya leo. Unajua sio kila mtu anaweza kupenda nyimbo zote za Mega Flavor, kwa hiyo tunaweka Um, miondoko ya aina moja kwenye playlist halafu pia tunakuwa tuna chati yetu hapa ya wimbo mia moja bora ambazo watu wanakuwa wanazisikiliza kwa sana kwa wiki hiyo, kusikiliza na ku download kwa sana kwa wiki hiyo uh, ambayo ni hapa so, kama kuna wimbo hapa mtu umependa, unachotakiwa kufanya jinsi ya kusikiliza, unaweza uka press tu hapa, ukiubonyeza ukiklik tu wenyewe unaanza kucheza. Au, ukienda kwenye option yake ya hii nyimbo hapa kwenye hizi option hapa tatu hapa, unaweza save. Save for offline play, ndio option ya kwanza usave, maana yake una usave ili upate kusikiliza baadaye, na unaweza kufanya hivyo ukisubscribe kwenye application una usave kwamba hata ukiwa huna bado unaweza ukausikiliza bila malipo. Lakini ukija hapa option ya pili inasema purchase Points mia tatu. Purchase ni kwamba una udownloadi huu wingi unakuwa kwenye simu yako kama file, um, na ambayo ina cost um, ambayo cost yake ni coins mia tatu. Coins mia tatu ni sawasawa na shilingi ya kitanzania mia tatu.